Uh, jina langu ni Daktari Ephraim Mdee mkurugenzi wa utafiti na, mam na mipango Mamlaka ya Mapato Tanzania. Uh, leo asubuhi nimeungana na management ya mkoa wa Singida, uh, kwa ajili ya kuwatembelea wafanyabiashara mbalimbali, uh, tukiwa na malengo makuu yafuatayo: moja, kwanza kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo wame wameifanya kwa kipindi cha mwezi Julai hadi mwezi Mei kwa maana ya miezi kumi na moja katika mwezi wa, katika mwaka wa fedha wa ishirini na nne ishirini na tano Uh, wameonyesha ushirikiano mkubwa na serikali hasa mamlaka ya mapato Tanzania katika ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa kipindi hicho chote, mamlaka ya mapato imeweza kukusanya zaidi ya asilimia mia moja na tisa ya lengo ambalo ilipaswa eh, kukusanya katika miezi hii kumi na moja kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Mei mwaka 2025. Kwa hiyo sisi kama TRA tulikuwa hatuna budi ya kurudi kwa wafanyabiashara walipa kodi, kuwashukuru kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wametuonesha, wameufanya hadi tukaweza kufanikiwa kwa kiasi hicho kikubwa katika ukusanyaji wa mapato katika mkoa wa Singida, lakini hata kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu kwa kufanikiwa kukusanya asilimia mia moja na tisa kwa mkoa huu wa Singida umeiwezesha mamlaka kwa ujumla wake nchi nzima kukusanya mapato ambayo ni asilimia mia moja na tatu katika kipindi hicho cha miezi kumi na moja ya lengo ambalo tulikuwa tumepangiwa na serikali kukusanya. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kwanza ambalo tumelifanya kuwashukuru kwa wafanyabiashara na walipa kodi kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wameuonesha katika kipindi hicho. Lakini jambo la pili ambalo tumelifanya eh, ni kuendelea kuwahamasisha wafanyabiashara na walipa kodi kwa kuwa tunao mwezi huu wa sita ambao unakamilika, ili kukamilisha mwaka wa fedha wa 2024 2025. E, pia tulikuwa tunawahamasisha wafanyabiashara e, wale ambao hawajaweza kulipa kodi yao kwa awamu hii ya nne ya kipindi cha mwezi Aprili hadi mwezi Juni e, ambao hawajalipa kodi yao ambayo ni kodi ya awamu ya nne basi waweze kulipa katika siku chache hizi ambazo zimebaki e, ili kuepukana na usumbufu hasa wa adhabu ambao wanaweza kupata kwa kipindi, kwa kuto kutimiza wajibu wa kulipa kodi kwa kipindi husika, lakini ku, kubwa zaidi kuendelea kuleta ushirikiano mzuri ambao wameuonesha e, wa, wa kwa kipindi cha miezi kumi na moja kwa hiyo tulikuwa tunakumbushana na wafanyabiashara na walipa kodi ili waweze kulipa kodi yao e, ya mwezi Juni, ili na mwezi huu tuweze kufikia lengo ambalo tumepangiwa na serikali na ikiwezekana kabisa kulivuka lengo ili kuweka rekodi ya kuweza kukusanya mapato zaidi ya asilimia mia moja kwa kila mwezi kwa mwaka mzima. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo tulikuwa tunalifanya e, wakati tumekutana na, tunakutana na wafanyabiashara na walipa walipakodi. E, jambo la tatu ambalo tumelifanya ilikuwa ni kuweza kusikiliza changamoto walizonazo katika ufanyaji wa biashara. E, na shughuli zao wanazozifanya hususan katika masuala ya kikodi. Kwa hiyo tulikuwa tunajadiliana nao kwa kuwa mamlaka TRA e, ni sehemu ya kuhakiki, ya serikali ya kuhakikisha kwamba biashara zinafanyika vizuri hapa nchini, biashara zinakuwa ambapo mwisho wa siku uchumi unakuwa na maendeleo ya nchi yanapatikana. Kwa hiyo tulikuwa tunasikiliza changamoto walizo nazo mbalimbali za kibiashara eh, hususan zinazo hu, zinazohusiana na maswala ya kikodi, zile ambazo uh, zilikuwa zinahitaji kutatuliwa papo, papo kwa papo tuliweza kuzitatua, lakini zile ambazo zinahitaji uh, utaratibu mwingine au hatua zingine za kiserikali, kwa mfano uh, maswala yale ambayo ni ya kisera basi tuliyachukua kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi zaidi na kushauri, kushauri serikali ili kuhakikisha kwamba mazingira ya biashara hapa nchini yanaboreka. Uh, lakini pia tulikuwa tunapokea ushauri wao kuhusiana na masuala mazima ya kikodi pale ambapo wanaona kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania ikifanya hayo ambayo wanashauri basi tunaweza tukafanya vizuri zaidi na kwa ufanisi mzuri zaidi ya hapa ambapo tumefanya. Uh, hayo ndio mambo ambayo tumeweza kujadili nao wakati tunawatembelea. Mtikio wao ukoje mara baada ya kufika nyinyi kama wageni wao. Uh, kwa kweli wafanyabiashara wametupokea vizuri, palikuwa hapana shaka zaidi, ilikuwa inadhihirisha ushirikiano ambao unaonekana dhahiri wa wa miezi hiyo kumi na moja tumeona wazi kwa sababu wametupokea vizuri, tumejadiliana tumeshauriana, lakini zaidi ni pale ambapo wao wametikia sana uh, kulipa kodi wa, kwa wakati. Wengi wao wameonyesha kwamba wameshalipa, lakini na wengine wako katika hatua za kulipa hiyo kodi, na wamehakikisha kwamba Uh, haitapita tarehe thelathini ya mwezi Juni, hawaja hawajatulipa hiyo, hawajalipa kodi ambayo wanapaswa kulipa. Kwa hiyo hilo, kwa kweli tunawashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao wametuonesha, lakini pia wametoa mawazo yao kuhusiana na ukusanyaji wa kodi. Kwa kweli wanaonesha kurizika na jinsi ambavyo mkoa eh, wetu wa kodi Singida wanashirikiana nao katika ukusanyaji wa kodi. Kwa kweli wanarizika, wameonyesha kurizika hasa hususan ni masuala mazima ya elimu, wanavyopata elimu, lakini pale wanapokosea namna ambavyo wanarekebishwa kwa taratibu eh, kwa kweli hayo wameonyesha kwamba uh, mashirikiano yetu na wao ni mazuri kwa mkoa wa Singida. Lakini hii inaonyesha kwamba hata kwa nchi nzima kuna mashirikiano mazuri kwa jinsi ambavyo wao wanaona TRA inavyofanya kazi kwa sasa. Mimi naitwa Jafar Akbar Gangji, nimepokea ugeni wa TRA leo. Nimepokea, nimefurahi sana kutembelewa na maofisa wa TRA na tumezungumza yaliyokuwepo, lakini naona wanafanya vizuri sana sasa hivi. Changamoto, labda wanazipata changamoto? hak Hakuna. hakuna changamoto sasa hivi, sio ile ya zamani. Sasa hivi mnaenda mnakaa mnajadiliana mnafundishwa mnaelekezwa mpaka mambo yanakaa sawa. ushirikiano wenu kati ya nyinyi? vizuri sana wapo, vizuri sana, tupo vizuri sana nimewapokea vizuri na nashukuru sana kwa ujio wao. Una uh, changamoto zozote? changamoto za kibiashara hmm. labda tukwa mfano kwenye nani, kuuza unaweza siku nyingine ukauza zingine usiuze. Hiyo tu ndio changamoto iliyopo kwenye biashara. Ushirikiano wao TRA na nyinyi ukoje? Ushirikiano uko vizuri kabisa, tunakuwa tunapata ushauri pale tunapokwama, kwa hiyo tunakuwa tunalipa kodi vizuri na kwa wakati kutokana na kueleweshwa, maana bado sisi ni wageni. Kwa kama sisi hatujaelewa kitu, tunapowafata, mnatuelekeza vizuri. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Changamoto hiyo tulionayo kwa sasa, tuwa changamoto kubwa kwa sababu bado ni mwanzo, lakini tulikuwa tunahitaji tuli mm -hmm. mashine ile ya kuweka stam ili tuweze kusevu muda, maana hizi za kuweka kwa mikono unachukua pia muda